Leo tutazungumzia kuhusiana na Jehanamu ya moto Jehanamu. Hivi ulishawahi kujiuliza Jehanamu maana yake ni nini, ama Jehanamu imetokana na kitu gani? Maana Jehanamu imeelezwa kwa namna nyingi sana katika maandiko matakatifu. Imeelezwa kama sehemu ambayo moto hauishi, sehemu ambayo e, kuna funza hawafi, yaani kila wakati moto unawaka wanaendelea wana, na kazi zao katika katika eneo hilo linaloitwa Jehanam. Hivi ulishawahi kujiuliza hii imetokana, imetokana na nini? Leo nakuja na habari njema za kukueleza kuhusiana na Jehanam. Jehanam ilikuwa ni bonde fulani karibu na mji wa Yerusalemu. E, bonde hilo lilikuwa linatumika kwa ajili ya kutupa takataka, takataka za kila aina zilikuwa zinatupwa kule katika lile bonde la taka, moto ulikuwa unawaka kule e, kwa ajili ya kuchoma takataka taka. Tunafahamu hata katika maeneo yetu kuna maeneo ya kuchoma taka, ya kutupa takataka taka. Maeneo hayo huwa kuna moto ambao unawashwa unakuwa unawasha, kwa hiyo e, unawasha zile zile takataka taka. Ndivyo ilivyokuwa lile bonde karibu na Yerusalemu. Bonde hilo lilikuwa linaitwa Gehena Bonde lile lilikuwa linaitwa Gehena. Kwa hiyo moto uliokuwa unawaka katika lile bonde ulikuwa hauzimiki. Kwa nini ulikuwa hauzimiki? Kwa sababu kila wakati takataka zinakuja kutupwa katika lile shimo. Lakini pia katika lile shimo au katika lile bonde kulikuwa na funza wa kila aina. Tunafahamu funza wengi huwa wanapenda ku, ku, kuozesha vitu ama wanapenda sehemu yenye uchafu uchafu, lakini pia kufanya kazi ya decomposition kuozesha vitu. Kwa hiyo katika lile shimo kulikuwa na sehemu ambayo hata moto haufiki, labda sehemu zile nyevu nyevu, sehemu hiyo wanaofanya kazi ya kuozesha takataka taka walikuwa ni funza. Ndiyo maana katika maandiko Jehanamu ya moto imeelezwa ni moto uziozimika, lakini pia funza wao hawafi. Wa Kitabu cha Marko 9 mstari wa 43 hadi 48 utaona hapo lakini pia katika kitabu cha cha Isaya sitini na sita mstari wa ishirini na nne inaeleza juu ya, juu ya e, Jehanamu kwamba moto hauzimiki. Kwa hiyo huu ni mfano ambao Yesu aliutumia kuonesha hatima ya waovu, hatima ya waovu. M, m, yaani waovu aliwachukulia kama, aliwaeleza ili waone kwamba waovu mwisho wa siku watafanywa kuwa kama takataka, watachomwa moto e, lakini pia watakuwa decomposed, yani wataangamizwa kabisa. Sasa katika mfano huu ambao Yesu aliutumia umeibua maana nyingi, wengine wakisema kwamba moto wa Jehanamu uta, uta, utawaka milele, utawaka milele, kwamba hautazimika kabisa. Kwa hiyo hata waovu watakaochomwa katika ule moto watawaka milele, hawatakufa. Ukweli ni kwamba ule moto utazimika. Kama ambavyo katika bonde la Gehena moto ulikuwa na uwezekano wa waku, wa kuzima kwa sababu umeteketeza takataka zote, ndivyo ambavyo Jehanamu ya moto itazima, itakoma baada ya kuwa imeteketeza waovu wote. kwa Kwa nini moto wa Jehanamu utakoma? Kwa sababu hii, kitabu cha Walumi sita mstari wa ishirini na tatu inasema mshahara wa, wa dhambi ni mauti kwa hiyo mauti maana yake ni kukoma kuwepo, lakini anasema hapo hapo kwamba karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Uzima wa milele maana yake ni immortality kutokufa, yaani kudumishwa milele bila kufa. Kwa hiyo watakaodumishwa milele bila kufa ni wenye haki kwa mujibu wa Warumi sita ishirini na tatu. Watakaodumishwa milele bila kufa ni wenye haki, lakini wenye dhambi wasiotubu wao watakufa, maana mshahara wao ni mauti, na mauti maana yake ni kukoma kuwepo, to cease to exist. Sasa tukisema kwamba moto wa jehanamu hautazima na waovu ndani ya huo moto watadumu kuwa hai milele na milele bila kufa, tutakuwa tumekanusha andiko la Warumi sita ishirini na tatu linalosema mshahara wa dhambi ni mauti, litakuwa limedanganya kumbe hata waovu hawatakufa nao watadumishwa kuwa kuwa hai milele na milele. Kwa hiyo tunaona hapo maandiko yanapingana, yana, yana, yana yanakataana. Kwa hiyo ukweli ni kwamba moto huo utazimika. Kila ambacho alitumia kueleza Yesu alitumia mfano wa bonde la Gehena ambalo lilikuwa linawaka kila wakati kwa sababu takataka kila wakati zinachomwa, lakini pia funza wake hawafi. Akaeleza kwa sababu funza katika lile shimo walikuwa wapo kila wakati wakitafuna takataka zilizokuwepo. Kwa hiyo e, katika ukweli wa maandiko matakatifu ni kwamba Jehanamu ya moto itateketeza itaangamiza, kukomesha dhambi. Lakini pia katika maelezo ya Yesu mwenyewe, katika Marko tisa mstari wa arobaini na tatu hadi arobaini na nane anaeleza namna gani tuna dhambi ni mbaya, anaeleza ndani ya maelezo yake anaeleza jinsi ambavyo dhambi ni mbaya na matokeo yake. Hivyo tunapaswa kutafuta suluhu ya dhambi, na suluhu ya dhambi ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuja akafa kwa ajili yetu ili sisi tuokolewe. Kuna andiko lingine la Ufunuo, Ufunuo kumi na nne mstari wa kumi na moja, inaeleza kitu kama hicho hicho, inaeleza E, kwamba waovu ama wenye chapa ya mnyama watateseka mchana na usiku katika e, lile ziwa la moto. Na hiyo lugha pia ambayo imetumika katika mafungu hayo ni lugha ya mfano inayoonyesha onyo kali la hatima ya waovu. Inaonyesha jinsi gani hakutakuwa na fursa nyingine ya pili ya kuweza kuepuka matokeo ya dhambi pale ambapo mtu ameamua kuchagua dhambi na, na rehema ikafungwa kabla hajaachana na dhambi, hakutakuwa na fursa nyingine ya kuepuka matokeo ya hiyo dhambi. Mfano ambao unalejewa katika maandiko matakatifu ni mfano wa Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora iliangamizwa kwa moto na iliungua na moto ule ukakoma moto wa Sodoma na Gomora umefanywa kuwa mfano wa Jehanamu, kwamba utaunguza na kuteketeza kila kitu. Si kwamba utadumu milele, bali utaunguza kila kitu. Hautazimika kabla ya kumaliza kazi yake. Ukimaliza kazi yake kuunguza takataka zote, takataka zote, kwa maana ya dhambi, utakoma. Soma Yuda moja mstari ule wa saba. Kwa hiyo tunaposoma maandiko tunapaswa kumwomba sana Roho wa Mungu atusaidie wa tuelewe. Wahubiri wengi wanahubiri kwamba Jehanamu ya moto itakuwa ni sehemu ambayo watu watateseka milele. Narudia tena, ninapohitimisha tafakari hii, Warumi sita ishirini na tatu imesema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti maana yake ni kukoma kuwepo na nasema karama ya Mungu ni uzima wa milele. Uzima wa milele maana yake ni kudumishwa milele bila kufa. Kwa hiyo ukisema waovu watadumu milele kuwa hai ndani ya moto wa Jehanamu, maana yake mshahara wa dhambi kuwa mauti itakuwa ni neno la uongo, maana kumbe itakuwa limedanganya, kumbe waovu wenyewe hawatakufa. Kwa hiyo ukweli ni kwamba waovu watakufa, moto utawachoma na kufa Ndivyo ambavyo maandiko yanamaanisha, na kwamba hawatakuwepo milele. Watakao kuwepo milele ni watakatifu peke yake. Tuhitimishe na fungu hili la Malaki sura ya nne, Malaki sura ya nne, nasema kwa maana, angalieni siku inakuja inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Hili andiko linaeleza jinsi ambavyo itakuwa kwa waovu. Ni kwamba siku ile inakuja inawaka kama tanuru, itawateketeza, itawateketeza. Kuteketeza maana yake ni kuondoa kitu katika uwepo. Chukulia mfano wa karatasi au kuni, jinsi unavyozipikia. Je, zinaendelea kuwepo kila wakati? Kuna muda zinaisha, zinabaki ni majivu. Ndivyo ambavyo waovu watakuwa, watakuwa majivu juu ya uso wa nchi baada ya moto ule kuwateketeza. Hawatadumu milele kuwa hai, maana mshahara wao umesemwa ni mauti, yani kukoma kuwepo. Ubarikiwa kwa tafakari hii, tukutane katika tafakari nyingine.